Tushirikishane tone la upendo ndugu wapendwa, karibuni sikieni neno la Mungu na tafakari ya jumapili ya kwanza ya Kwaresma ya mwaka chia wa Kanisa. Ndugu wapendwa, tumekwisha kuanza kipindi cha Kwaresma siku ya Jumatano ya Majivu kwa kupaka majivu kichwani, ikiwa ni ishara ya toba ya kumrudia Mungu kwa matumaini ya kupata msamaha wa dhambi zetu. Kwaresma ni kipindi cha maandalizi ya kusherehekea fumbo kuu la ukombozi wetu, ukombozi ambao tuliupata kwa njia ya mateso, kifo na ufufuo wa Bwana Yesu Kristo. Hivyo, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunajiandaa kusherekea fumbo kuu la ukombozi wetu yaani mateso, kifo na ufufuko wa bwana wetu Yesu Kristo, ambapo kilele chake ni Pasaka. Tunaalikwa kujiandaa kusherekea fumbo kuu la ukovu wetu kwa njia kuu nne ambazo ni sala, kufunga, toba na matendo ya huruma. Somo letu la Injili linatufundisha juu ya mfungo. Hivyo tuombe neema ya kufunga vizuri, ili tupate neema na baraka tunazohitaji. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na sita aya nne hadi ya kumi. Musa aliwaambia Waisraeli wote, "Kuani atakipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Nawe ujibu ukaseme mbele za Bwana Mungu wako. Baba yangu alikuwa mwarami karibu na kupotea. Akashuka Misri, akakaa huko ugenini nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa huko yenye nguvu na watu wengi. Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu, Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyoshwa na kwa utisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu, naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi hii, nchi ijayo maziwa na asali. Na sasa tazama, nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi ulionipa, e Bwana kisha ukiweke chini mbele za Bwana Mungu wako, ukasujudu mbele za Bwana Mungu wako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi aya nane hadi ya kumi na tatu. Ndugu zangu, Musa asemaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako Yaani ni lile neno la imani tulihubirilo kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena kila amwaminie hata tahayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wa mwitao, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nasoma injili kutoka katika Injili ya Luka. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako ee Bwana. Luka sura ya 4, aya ya kwanza hadi ya kumi na tatu. Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate Yesu akamjibu, "Imeandikwa ya kwamba mtu ataishi kwa mkate tu." Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, "Nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote atakuwa yako." Yesu akajibu akamwambia, "Imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake." Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda neno la Bwana. Sifa kwako, eh, Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza linaonyesha wajibu wa Mungu kwetu na wajibu wetu kwa Mungu. Katika somo la kwanza, Musa anawaeleza taifa la Israeli namna ya kumshukuru Mungu kwa kumtolea malimbuko ya mazao yao ya kwanza Kwani taifa la Israeli walitambua wema, upendo na uaminifu wa Mungu katika maisha yao. Walitambua kuwa Mungu ndiye aliyewakomboa kutoka utumwani Misri, ndiye aliyewapatia nchi ya ahadi nzuri yenye rutuba, ndiye aliyewapatia mazao. Hivyo wanaamua kumshukuru Mungu kwa kumtolea malimbuko. Musa anaelekeza namna nzuri ya kumtolea Mungu malimbuko yao, akiwaambia, naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwake akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Musa aliendelea kutoa maelekezo, baada ya kuhani kupokea na kuweka chini ya madhabahu, yule aliyepeleka malimbuko anapaswa kukiri wema wote aliyotendewa na Mungu na kumsujudia. Hivi, kupitia somo hili la kwanza, tunapata mafundisho matano yafuatayo. Fundisho la kwanza tunalolipata ni wajibu wa Mungu kwetu Tumeona Musa anawelekeza namna ya kutoa malimbuko na yule aliyetoa malimbuko alipaswa kutaja wema wote ambao Mungu amewatendea. Katika somo hili tunaona namna walivyotaja wema wa Mungu, namna Mungu alivyowatendea. Kwanza kabisa wanataja wema wa Mungu, namna Mungu alivyokuwa mwema kwao, namna Mungu alivyoonyesha upendo, namna Mungu alivyoonyesha huruma yake namna Mungu alivyokuwa mwaminifu katika kutimiza ahadi zake, namna alivyosikiliza na kujibu maombi yao, namna Mungu alivyowakomboa na kuwalinda, namna alivyowapatia neema na baraka, kuwapatia baraka ya ardhi nzuri yenye rutuba, afya na nguvu ya kufanya kazi, baraka ya mvua, kuwapatia mazao ya kutosha. Taifa la Israeli walitambua huo uwema wa Mungu kwao, namna alivyowakomboa kutoka utumwani Misri na kuwapatia nchi nzuri yenye rutuba iliyojaa maziwa na asali. Kitabu cha Kumkumbula Torati sura ishirini na sita ya 9b. Hivyo katika somo hili tunaona uaminifu wa Mungu wa kuwakomboa taifa la Israeli na kuwapatia neema na baraka tele. Nasi katika kipindi hiki cha Kwaresima tunaendelea kuuona wema na upendo wa Mungu na uaminifu wa Mungu kwetu wa kumtoa mwanaye atukomboe kwa njia ya mateso, kifo na ufufuo wake. Hivyo kama Mungu alivyo mwaminifu kwetu, nasi tunapaswa kuwa waaminifu kwa Mungu. Fundisho la pili unalolipata kupitia somo la kwanza ni wajibu wetu kwa Mungu. Ndugu wapendwa, tumeona namna gani Mungu alivyoonyesha upendo taifa la Israeli na ambavyo daima Mungu anatuonyesha sisi upendo. Taifa la Israeli baada ya kutambua wema, upendo, huruma, uaminifu wa Mungu kwao, wa, walimtolea malimbuko ya shukrani. Waliamini kwamba mazao hayo wameyapata kwa neema za Mungu, kwamba Mungu amewajalia afya na nguvu ya kufanya kazi. Mungu ndiye aliyowapatia ardhi yenye rutuba, Mungu ndiye aliyowapatia baraka ya mvua. Hivyo walienda madhabahuni kumshukuru Mungu na mazao yao ya malimbuko. Hivyo ndugu zangu, nasi tuna wajibu wetu kwa Mungu ambaye anatutendea mema kila siku, Mungu ambaye ametupatia ardhi nzuri yenye rutuba Mungu anayetupatia afya ya mwili na roho, Mungu anayetupatia nguvu ya kufanya kazi, Mungu anayetupatia baraka ya mvua, Mungu anayetupatia mazao, Mungu aliyetupatia bahari, maziwa, mito, Mungu anayetuponya magonjwa yetu, Mungu anayetukomboa na kutulinda daima, Mungu anayesikiliza na kujibu maombi yetu daima. Hivyo tunapaswa kumshukuru Mungu kwa njia ya kumtolea malimbuko kama taifa la Israeli, kumtolea Mungu sadaka, zaka kufanya majitoleo mbalimbali katika kanisa, kumwabudu na kumtukuza Mungu kama taifa la Israeli, kuwa waaminifu kwake katika kuliishi agano lake, neno lake, amri na maagizo yake. Taifa la Israeli hawakushurutishwa, walitambua wajibu wao. Nasi tusisubiri kushurutishwa na watumishi wa Mungu. Kila mmoja atambue wajibu wake anaopaswa kufanya kwa Mungu. Mkristo anayetoa malimbuko yake, sadaka, zaka, majitoleo yake kanisani bila kukumbushwa, maana yake tayari ametambua kuwa amepewa kwa wema na neema za Mungu. Lakini mkristu ambaye hatoi malimbuko yake, sadaka, zaka, majitoleo, bila shaka huenda anadhani kuwa hayo yote ameyapata kwa juhudi zake, jambo ambalo si kweli. Mungu asipokuwa asipokupa afya na nguvu ya mwili, huwezi kufanya kazi. Mungu asipotoa baraka ya mvua, huwezi pata chochote. Mungu asipokupa ardhi yenye mtuba, huwezi pata chochote. Ndugu wapendwa, fundisho la wa tatu nilipata kupitia somo la kwanza ni wajibu wa watumishi wa Mungu. Ndugu wapendwa, watumishi wa Mungu wanawajibu kwanza kabisa kwa Mungu ambaye amewaita na kuwatuma, lakini pia wanawajibu kwa wale watu ambao wanawahudumia. Hivyo watumishi wa Mungu wanawajibu katika pande mbili, kwa Mungu aliyowachagua na kwa watu waliotumwa kuwahudumia. Katika somo la kwanza tumeona wajibu wa Musa kwa Mungu na watu anaowahudumia. Musa anawaongoza watu wake namna nzuri ya kumshukuru Mungu, namna nzuri ya kumtolea Mungu malimbuko yao, kwamba wapeleke kwa kuhani, kuhani naye aweke chini ya madhabahu, naye aliyepeleka malimbuko akumbuke aku wema wa Mungu na kumshukuru Mungu. Hivyo makuhani tuna wajibu wa kuwafundisha na kuwaelekeza watu namna ya kumshukuru Mungu, namna ya kumwabudu Mungu. Tuwafundishe Wakristo walete malimbuko yao kanisani ili wapate baraka kwa Mungu kwa maagizo na mafundisho ya Musa yaliyotoka kwa Mungu ndiyo maana malimbuko huletwa kanisani hupokelewa na padri, na padri hutoa baraka. Musa aliagiza malimbuko yawekwe chini ya, ya madhabahu. Ndiyo maana baada ya matoleo sadaka malimbuko huwekwa chini ya altare ili kuunganisha sadaka zetu na sadaka ya Yesu msa, msalabani. Sadaka ya Yesu ni sadaka safi isiyo na makandokando ni sadaka isiyo dhaifu, ndio maana sadaka zetu na sala zetu tunaziunganisha na sadaka ya Yesu isiyo na mawa, ili zipokelewe na Mungu. Sadaka zetu tunapounganisha na sadaka ya Yesu, Mungu huzipokea, kwani tumeunganisha na sadaka ya Mwanae ambayo Mungu amependezwa nayo. Ndugu apendwa, fundisho lenye tunalipata, malimbuko ni nini? Sadaka ya malimbuko ni kitu cha kwanza, kama kuzaliwa au mazao ya kwanza au mshahara wa kwanza au faida ya kwanza ya biashara. Katika Agano la Kale mtoto wa kwanza wa kiume alikuwa ni malimbuko, ni sadaka kwa Bwana. Hivyo mazao ya kwanza ya mavuno ni mali ya Mungu. Kwa wanyama, kila mzaliwa wa kwanza ni mali ya Mungu. Kutoa malimbuko kwa Bwana ni kuonesha shukrani kwa Mungu aliyetoa neema na baraka ya ardhi, mvua, mpaka mazao yapatikane au mnyama apatikane kama Mungu asingetoa baraka ya mvua, hata hicho kidogo kisingepatikana. Kutoa kitu cha kwanza, maana yake unathamini neema na baraka za Mungu na kutambua kuwa Mungu ni wa kwanza, mengine yanafuata. Kitu cha kwanza kumtolea Mungu kina thamani kubwa na kina baraka kubwa mbele za Mungu, kwani hakijatumika na yeyote ila Mungu. Sadaka ya malimbuko ndiyo inayobariki kazi yote inayofuata. Mnyama wa kwanza hubariki mifuko mingine itakayozaliwa. Mshahara wa kwanza hubariki mishahara mingine itakayofuata. Faida ya kwanza ya biashara ni ya Mungu. Kristo mwenyewe ni limbuko la kwanza aliyefufuka katika wafu, na akasababisha ufufuko kwa wote watakaokufa baadaye katika Kristo. Ndugu wapendwa, fundisho la tano tunalotafakari kupitia somo la kwanza ni kazi ya malimbuko. Ndugu wapendwa, kazi ya malimbuko ni kwa watumishi wa Mungu kwa ajili ya utume, wahitaji, yatima, wajane, maskini, wagonjwa na kadhalika. Hivyo ukipeleka malimbuko kanisani, mtumishi wa Mungu atatumia kulingana na uhitaji au kwa ajili ya matumizi ya parukia au wahitaji. Hivyo kwa kufanya hivyo, uliyetoa malimbuko napata baraka kwa Mungu. Ndugu apenda, somo la Injili linatufundisha juu ya kufunga. Somo linaelezea namna Yesu alivyofunga kwa muda alivyo wa siku arobaini, namna alivyoshawishiwa na Ibilisi na namna alivyoshinda vishawishi. Baada ya Yesu kubatizwa aliongozwa na Roho mpaka jangwani. Huko alienda kufunga kwa muda wa siku arobaini ikiwa ni maandalizi ya kukusanya nguvu za kiroho kwa ajili ya utume. Akiwa jangwani alijaribiwa mara tatu, lakini alishinda vishawishi vyote, na alipomaliza mfungo wake alienda Galilaya kwa ajili ya utume wake, na ujumbe wake wa kwanza alisisitiza kutubu na kuiamini Injili, Injili ya Marko sura ya kwanza ya kumi na tano. Ndugu wapendwa, apendwa kupitia somo la kwanza tunapata mafundisho yafuatayo kwanza kabisa maana ya mfungo. Ndugu yapendwa, kufunga maana yake ni safari ya kiroho ya kukusanya nguvu za kiroho kwa ajili ya jambo fulani lililokukabili au litakalokukabili. Hivyo Yesu alienda jangwani kukusanya nguvu za kiroho kwa ajili ya jambo litakalomkabili yaani utume. Yesu alipobatizwa tu alienda jangwani kusali na kufunga ili kukusanya nguvu za kiroho kwa ajili ya matayarisho ya utume wa kuukomboa ulimwengu. Yesu kwa kuwa alikusanya nguvu za kiroho, ndio maana hakukata tamaa katika kumtumikia Mungu na kutukomboa sisi, licha ya majaribu mengi aliyokutana nayo. Hivyo nasi tunapokabiliwa na jambo gumu mbele yetu, tusali na kufunga. Katika kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa kufunga, kusali, kufanya toba na matendo ya huruma, ili tuweze kupata baraka za Pasaka. Fundisho la pili nalo litafakari kupitia somo la Injili. Kwa nini Yesu alienda kufunga jangwani? Yesu alienda kufunga jangwani ili kupata ukimya na utulivu wa kuongea na baba yake. Sote kwa kiasi tunajua mazingira jangwani, ni sehemu isiyo na mimea, sehemu isiyo kaliwa na watu wala wanyama, kwa sababu hakuna mimea wala maji. Hivyo jangwani ni sehemu yenye ukimya na utulivu wa kutosha, kwa sababu hakuna wanyama wala watu ambao wanaweza kusumbua kwa makelele na kadhalika. Hivyo Yesu alienda jangwani ili aweze kupata utulivu wa kutosha wa kutafakari, kusali, kufunga bila usumbufu wowote. Ndugu wapendwa, tujiulize sisi, je, tunapotaka kusali kufunga au kutafakari, je, tunaenda jangwani? Jangwani maana yake sehemu yoyote yenye ukimya na utulivu, ili tuweze kuongea na baba yetu. Pia Yesu alienda jangwani ili kuepuka vishawishi, kwa sababu jangwani hakuna nyumba, mali, watu, chakula na kadhalika. Nasi katika kipindi hiki cha mfungo tuepuke mazingira yote ya vishawishi. Haiwezekani mtu umefunga, lakini bado unatembelea maeneo yenye vishawishi kama Yesu ambaye ni Mungu aliepuka mazingira yenye vishawishi, je, sisi ni akina nani tusiepuke vishawishi? Fundisho la tatu nalo litafakari ni vishawishi vitatu vya Yesu. Kishawishi cha kwanza ni jaribu juu ya chakula. Shetani anamjaribu Yesu abadilishe mawe yawe mkate ili yale, Yesu akajibu imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno tokalo katika kinywa cha Mungu. Ni kweli Yesu alikuwa na njaa. Hivyo shetani, siku zote anapokushawishi, anaangalia mazingira yako na hitaji lako ili aweze kudondosha kirahisi. Shetani anamshawishi mtu kutokana na hali yake. Kama unaumwa, atakushawishi uende kwa waganga wa kienyeji au kwa wanaoponya kwa nguvu za giza. Kama ni maskini, atakushawishi utafute mali hata kwa njia isiyo halali. Hivyo kila mmoja aangalie vishawishi vinavyoendana na kazi yako au hali yako. Kishawishi cha pili ni cha sifa na umaarufu. Shetani alimweka Yesu juu ya kinara na kumwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamjibu, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kishawishi hiki hakikuwa na faida yoyote, bali ni cha maonesho, sifa na umaarufu. Ndugu wapendwa, wengi tumedondoka katika hii dhambi ya kufanya vitu kwa maonesho ili kujipatia sifa na umaarufu wapo watumishi wengi wanaoibuka na kuhubiri na kufanya miujiza kwa maonesho ili kujitafutia sifa na umaarufu kila mmoja anajiulizi je ulishawahi kufanya jambo fulani kwa maonyesho ili kujitafutia sifa na umaarufu kishawishi cha tatu ni cha madaraka shetani anamjaribu yesu ili kumpima kama ana uchu wa mali na madaraka shetani alimwonyesha yesu mali zote na kumwambia akimwabudu atapewa ziwe zake. Yesu akajibu, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako. Wengi tumedondoka katika hii dhambi, kwa kuabudu mali kuliko kumwabudu Mungu, kuabudu waganga wa kienyeji na wenye vyeo kuliko kumwabudu Mungu. Wazazi wetu wa kwanza kwa kumsikiliza shetani, walimwabudu shetani kuliko kumwabudu Mungu. Wazazi wetu wa kwanza walitenda dhambi ni kwa sababu walitumia vibaya akili na utashi wao walitumia vibaya uhuru wao, walitaka kuwa sawa na Mungu, walikuwa ni walafi, walikuwa na uchu wa madaraka. Hivyo Yesu alifanikisha kazi ya ukombozi ni kwa sababu alitumia vizuri akili na utashi wake na uhuru wake. Hakuwa na uchu wa mali, madaraka, hakuwa mlafi wa chakula, hakutaka kufanya vitu kwa maonesho ili kujipatia sifa au umaarufu. Kwa hiyo, katika kishawishi hiki Yesu anatufundisha juu ya amri ya kwanza: mwabudu Bwana Mungu wako. Yesu alikataa kumwabudu Shetani, fundisho lile tunalolipata kupitia somo la Injili. Kwaresima ni kipindi cha kujaribiwa. Yesu alivyofunga jangwani, alijaribiwa zaidi jangwani. Ndiyo sehemu Yesu alijaribiwa zaidi kuliko wakati mwingine, kwani alikuwa karibu zaidi na Mungu kwa njia ya kusali, kufunga na kutafakari. Ni ukweli usiopingika kwamba Mkristo unapokuwa karibu zaidi na Mungu kwa njia ya sala, kufunga, toba, matendo ya huruma na kupokea masakramenti ndio wakati unapojaribiwa zaidi kuliko wakati mwingine. Hivyo majaribu yanapokusonga zaidi, ni ishara ya kwamba upo karibu zaidi na Mungu. Hivyo Shetani anataka akutoe upande wa Mungu na akulete upande wake. Ayubu alikuwa karibu zaidi na Mungu na ndio sababu alijaribiwa zaidi. Watakatifu alikuwa karibu zaidi na Mungu, ndio sababu alijaribiwa zaidi. Hivyo nawe unapojaribiwa zaidi, ufurahi na kushangilia; ni ishara kuwa Mungu yupo pamoja nawe na anajivunia uwepo wako namna tunavyojaribiwa. Yesu alijaribiwa na Shetani, Ayubu alijaribiwa na Shetani. Shetani alimjaribu Yesu kwa kumwekea mawazo mabaya mwilini mwake, lakini Yesu alishinda. Shetani alimjaribu Yesu ageuze mawe yawe mkate, lakini alishinda. Alimjaribu Yesu amsujudie, lakini Yesu alishinda. Hivyo kishawishi kwa chenyewe siyo dhambi, kwani Yesu mwenyewe alishawishiwa. Dhambi ni pale tunaposhindwa kukishinda kishawishi. Kama alivyojaribiwa Yesu kwa njia ya mawazo, ndivyo nasi tunavyojaribiwa. Shetani anatuwekea mawazo mabaya katika mioyo yetu. Tofauti ni kwamba Yesu hakuyafuata wa wala kuyatekeleza yale mawazo mabaya. Sisi mara nyingi tumekuwa tukiyatekeleza mawazo mabaya ambayo shetani anatuwekea katika mioyo yetu, mawazo ya kuiba, mawazo ya uzinzi, mawazo ya kujeruhi wengine, mawazo ya kutosamehe, mawazo ya kusengenya wengine. Dhambi daima huanza na mawazo mabaya, ndipo utekelezaji ufuata. Kama ni kwenda kuiba, lazima uanze na kuanza au kushawishiwa. Kama ni kumjeruhi mwingine, lazima uanze na kuwaza. Ayubu, naye mawazo yalimjia kumkufuru Mungu, lakini ya kuyatekeleza. Namna ya kushinda vishawishi, kwanza, tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu alishinda vishawishi kwa sababu daima alikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Katika somo la Injili tumesikia Roho alimtoa Yesu aende jangwani. Hivyo Yesu alipata msukumo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Nasi daima Roho Mtakatifu atusukume kutenda mambo mema ili kushinda kishawishi. Pili, tuepuke mazingira ya dhambi. Yesu aliepuka mazingira ya dhambi, ndio maana alijitenga, alienda jangwani kusiko na usumbufu. Alijitenga na watu ili wasimjaribu na apate muda wa kutosha wa kuongea na Mungu kuliko mwanadamu. Alijitenga na chakula ili asishawishike kula, maana jangwani hakuna chakula. Hivyo nasi ili kushinda vishawishi ni lazima kuepuka mazingira ya dhambi. Epuka marafiki wanaokushawishi utende dhambi, kama ni mlevi, epuka kupita vilabu. Ndugu apendwa, katika somo la pili Paulo anatualika kumkiri Kristo kwa imani, maneno na matendo kwa sababu mbili. Kwanza kabisa, Kristo ni chombo cha imani na wokovu wetu. Kristo amekuwa chombo cha imani na wokovu wetu kwa njia ya mafundisho yake, mateso, kifo na ufufuo wake. Hivyo imani yetu inapaswa kujengwa katika Kristo. Tupatwapo na mateso tuvumilie, kwani yeye alivumilia. Tujapo kufa tuwe na imani kwamba tutafufuka, kwani yeye alifufuka. Kwa mateso kifo na ufufuo wake, sisi tumepata wokovu. Sababu ya pili tunapaswa kumkiri Yesu kwa imani matendo na maneno ni kwa sababu Yesu ni limbuko la wafu. Ndugu apendwa, tunapaswa kumkiri Yesu kwa sababu Yesu ni limbuko ya wafu. Kristo ni limbuko la kwanza aliyefufuka katika wafu na akasababisha ufufuko kwa wote watakaokufa baadaye katika Kristo. Japo Lazaro alifufuliwa na Yesu, lakini alikuja kufa tena. Mungu asingemtoa mwanaye kuwa limbuko kwetu, huenda baraka ya kufufuliwa sisi tusingeipata hivyo. Kwa sababu hizo tunapaswa kumkiri Yesu kwa imani, maneno na matendo. Hivyo leo tuombe neema ya kuianza vyema na kuimaliza vyema safari yetu ya kiroho ya siku arobaini ya kusali, kufunga fanya toba na matendo ya huruma, ili katika sherehe ya Pasaka tupate neema na baraka tunazotumainia. Pia tuombe neema ya kushinda vishawishi katika kipindi hiki cha Kwaresima. Itukuzwe Damu ya Kristo! Milele amina.